Arusha ni miongoni mwa majiji makubwa nchini Tanzania, lakini vile vile ni mji ambao una mwingiliano wa kibiashara za kimataifa. Tumeshuhudia jana siku ya Disemba 9 mwaka 2025 siku ambayo serikali ya Tanzania ilitoa zuio la watu kutoka nje, na tulishuhudia walisalia ndani. Mitaa mingi maeneo ya biashara yalikuwa yamefungwa, hakukuwa na watu kabisa na watu walisalia majumbani. Lakini leo siku moja baada, tunaona kwamba hali ya maisha inarejea kawaida maeneo ya biashara yamefunguliwa. Kama unavyoona mtazamaji, tunaona kwamba uh, vyombo vya usafiri vimeanza kufanya kazi, usafiri wa ndani, wa ndani wa umma, lakini pia pamoja na usafiri ule unaokwenda katika mikoa mbalimbali na maeneo mbalimbali ya Tanzania umerejea kawaida. Nini maoni ya wakazi wa Arusha kuhusiana na maisha haya ambayo yameanza kurejea kawaida kwa sasa? Mimi ni Veronica Natalis. Kweli hali imerejea, kila kitu kiko shwari, mahoteli yamefunguliwa, watu wanaingia na kutoka, wanakula watu wananunua vitu masokoni, wanaenda watu wa barabara wanafanya kazi, taksi wanafanya kazi bila hofu wala mashaka. Kwa hiyo mambo yako shwari Arusha. Arusha jana tulifunga, tulikuwa tuko nyumbani hatuja kuepo. Leo hali iko vizuri tangu jana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshinda salama, hakuna shida yoyote na ndio ambayo tunaitaka. Maisha yamerejea kama kawaida, najisikia vizuri kwa kazini, hakuna shida yoyote, tuko na amani, tuko na furaha, tunaendelea na kazi. Mungu ni mwema. Pamoja na hayo lakini kumeshuhudiwa ulinzi kuimarishwa katika maeneo mbalimbali, hasa ya mipaka. Mpaka Wanamanga hapa Arusha, ambao unaziunganisha nchi za Kenya na Tanzania, katika maeneo ya barabara kuu bado kumeshuhudiwa kuwepo kwa wanajeshi pamoja na askari wa jeshi la polisi wakiwa wanafanya ukaguzi pamoja na kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama. Biashara zimerudi, lakini hakuna hela, hakuna hela kabisa. Nioni maoni ya vijana yasikike na yatatuliwe, maana sasa hivi kulio kweli vijana wana hasira kwa kilichotokea Oktoba 29 akijakaa vizuri mpaka sasa hivi. Maoni ni mseto kutoka kwa baadhi ya wakazi wa jiji hili la Arusha, wengine wakisema kwamba kweli maisha yamerejea yameanza kufunguka kama kawaida, lakini wafanya biashara wengi wakisema kwamba pesa hakuna, lakini wengine umewasikia wakisema kwamba maoni ya Watanzania wengi hayajasikilizwa wala kufanywa kazi. Kwa hiyo kutoka hapa Arusha, Tanzania, mimi ni Veronica Natalis wa DW.